Lakini kazi ya utekelezaji wa ilani inafanywa na serikali, na leo tumepata nafasi ya kumsikia mbunge, na ingeweza waleta wabunge wote wangesema kila mbunge kwenye jimbo lake serikali imefanya nini, na kazi yetu sisi na bahati nzuri kaka yangu Makala wamekuwa mkoa mkoa. Kazi yetu sisi serikali ni kufanya kazi, alafu wabunge kusema tulichofanya sisi. Kwa kile kilichoelezwa hapa sitakirudia kwa sababu ni kazi inayoisimamia mimi, na wote wanaolegea nawapiga spana. Na haya ndio matokeo ya mafanikio ambayo yameelezwa mara na nikiendelea kwa niaba ya wakuu wangu wa wilaya wote tunakukaribisha sana. Nilipata nafasi jana kukaribisha wakati umeingia katika wilaya yetu ya Monduli na ukafanya mkutano Karatu, na leo umefanya mkutano wa Rumelu na sasa tuko hapa Arusha jiji. Na kwanza, Mheshimiwa mwenezi, mkoa wetu uko salama na watu wanaishi na kufanya shughuli zao za kiuchumi katika mazingira salama. La pili, miradi yote mheshimiwa mwenezi iliyoahidiwa na ilani ya chama chetu, kama ambavyo mmezindua juzi Dodoma, ilani ya 2025 30 hapa katika mkoa wetu tumefika asilimia tisini na ndani ya muda mfupi robaki tutaenda kumaliza kwa sababu kazi yetu kama serikali ni kuhakikisha kila ambacho chama kiliahidi kwa wananchi kinatekelezwa na matokeo yake yanapatikana. La pili, mheshimiwa mwenezi, ni shukrani zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo yote ambao sitaki kuyarudia kwa sababu ya muda huu, lakini katupatia fedha bilioni arobaini na mbili za kulipa fidia kwa wananchi ndani ya mwaka huu katika maeneo tofauti tofauti. Eneo mojawapo liliyochukua fidia kubwa ni la mradi wa Engaruka katika wilaya ya Monduli takriban bilioni kumi na nne, lakini pia barabara iliyotajwa hapa imejengwa iko na taji fidia bilioni tatu, barabara yenye urefu wa kilomita kumi na nane na zenyewe zimelipwa. Lakini juzi hapa tumeenda pale Mshono, bilioni takribani mbili kwenda mpaka tatu, na zenyewe zimelipwa. Ukienda Lumeru, bilioni saba kule nako zimelipwa. Lakini kama vile itoshi, kwenye uwanja wetu wa Afcon kuna sehemu tayari wameshaanza kulipwa fidia. Mheshimiwa mwenezi, naomba nikupe taarifa. Ujio wako nilikuwa nafuatilia jana wakati uko Karatu, kuna fedha zilikuwa zimebaki Karatu kule, kuna wananchi zaidi ya mia moja walikuwa wanadai fidia ya ongezeko la thamani, kwa sababu walikabiliwa fidia wakalipwa, lakini kwa kuchelewa, takriban zaidi ya milioni mia tano. Naomba kuripoti kwako Mheshimiwa mwenezi fedha hizo tayari zimeshaingia na leo nimewaelekeza watu wa TANROADS kuhakikisha kwamba wamelipwa fidia ya ongezeko kutokana na kucheleweshwa kulipa fidia zao. Mheshimiwa mwenezi, kwenye barabara yetu kubwa inayounganisha kati ya Kenya pamoja na mikoa jirani ikiwa pamoja na Kilimanjaro, tuna ujenzi wa madaraja makubwa matatu. Tulipata fedha kutoka World Bank chini ya Daktari Samia zaidi ya bilioni kumi na moja. Madaraja hayo yanajengwa tukianza na Kikatiti, ukija hapa kwa ndugu zangu mbele ya airport, lakini mwisho wanamalizia kwenye wilaya ya mkuu wetu wa wilaya pale Longido. Madaraja hayo yanajengwa, na miongoni mwa hayo madaraja Mheshimiwa mwenezi yalipelekea kupoteza maisha wananchi pale walipovuka kutokana na maji kuwa mengi kwenye kipindi cha mvua. Mheshimiwa mwenezi, yako mambo mengi lakini la tatu ambalo ni shukrani yetu kwa daktari Samia limesemwa hapa limesemwa hapa juu ya mambo ya utalii. Utalii umeongezeka kwa kasi kubwa sana. Lakini la pili, neema ya Mungu imedhihirika kwa ubunifu aliowachilia juu yangu, humji umechangamka kwelikweli. Ukiona wana watu wanashindwa kutambua mchango wa mkuu wao wa mkoa, ni matatizo tu ya dakika za majeruhi. Lakini ukweli ni kwamba kazi imefanyika, na wao wenyewe wakibaki peke yao wanakiri ya kwamba mwamba yuko kazini. Mwisho mwenezi, la mwisho hapa, kulikuwa na miradi mingi sana iliyokuwa imekwama ilikwama na ikawa ni kero kwa wananchi, na mwisho wa siku wananchi wakaanza kuwa na mashaka juu ya maelezo ya kuahidiwa kila siku, kila kukicha: ahadi maneno, ahadi maneno. Mimi nilipofika kazi yangu ya kwanza ilikuwa sio kupiga maneno, ni kupiga spana wanaochelewesha, ili chama cha mapinduzi kipate matokeo sahihi. Tunalo ujenzi wa jengo la utawala, sasa hivi limefika asilimia sabini kwenye upande wa ujenzi wa structure, maana yake kuanzia floor ya kwanza tuko almost karibia floor ya sita, na nimeshawapa muda ndani ya mwezi wa saba wanatakiwa wameshamaliza structure ili waingie kwenye finishing na wananchi hao wawe na jengo lao. Kakangu Makala, wakati wewe ukiwa mkuu wa mkoa unasimamia ujenzi wa stendi Kakaangu Mongewa wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza anasimamia stendi, mimi nilikuwa Dareslam kama mkuu wa mkoa anasimamia stendi ya Magufuri. Hapa walikuwa wanapiga majungu tu, hapa ilikuwa ni ushirikina tu, hapa ni fitina na ajali nyingi. Nimekuja hapa nimeshawapiga spana, sasa stendi tunajenga. Na sababu ulikuwa ni moja tu kubwa, nilitamani sana tukienda kwenye uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano, chama changu cha mapinduzi kiwe na kitu cha kuonyesha, lakini pia ni chukue fuzai kumshukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI Mweshimiwa Muhamed Mchengerwa kwa namna alivyotusaidia na kutuongezea soko tena la Mlomboo ambayo linatumia takribani bilioni tatu fedha hizo hazikuwa zimepangwa kule kwa Mlomboo lakini sasa soko lenda kujengwa. Maana yake tutakuwa na soko kwa Mlombo, tutakuwa na Kilombero, tutakuwa pia pamoja na uwanja wetu wa mpira ambao, jana, mheshimiwa Mwenezi, tumewasiliana na mwanasheria mkuu. Utaratibu wa hii mikataba wewe unafahamu, wakishamaliza kwenye ngazi ya jiji lazima iende mpaka kwa mwanasheria mkuu, na jana tumemwomba mwanasheria sheria mkuu na ameshanipa approval ya kwamba jiji sasa wasaini, kujenga uwanja wa mpira wa kisasa utakaomilikiwa asilimia mia moja na jiji letu la hapa Arusha. Kwa kumalizia, mheshimiwa Mwenezi, leo wametoka kuona karibu Kilifea. Tunawashukuru sana wadau wa private sector kwa namna ambavyo wanafanya kazi nzuri. Karibu Kilifea, mheshimiwa Mwenezi, ni maonyesho yanayokusanya makampuni kutoka nchi mbalimbali na kwa mwaka 2025 tunayo makampuni takribani mia tano yako ndani ya mkoa wetu kutoka nchi zaidi ya hamsini na mbili Na leo mheshimiwa naibu waziri mkuu ametuzundulia maonyesho yetu, na wewe umepata nafasi ya kujionea. Ni kazi yote inachagizwa na ubora na umuhiri wa Daktari Samia Suluhu Hassani kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Arusha wanapata pesa kupitia kazi yao. Nimalizie kwa kukuomba mheshimiwa mwenezi, tumekuomba pale ule uwanja wetu wa magereza, tunatamani sasa utengenezwe uwe ni uwanja bora wa maonyesho ya kudumu ya kimataifa ndani ya jiji letu la Arusha. Tunajua tukifanya hivyo tutavutia maonyesho mengi sana kufanyika katika mkoa wetu. Lakini la pili, mheshimiwa mwenezi, tunaenda kujenga ukumbi mkubwa haupo Afrika Mashariki na Kati, ukumbi wa mikutano ambao utaendeleza kuleta wageni ndani ya mkoa wetu Arusha na Tanzania. Na kipekee na kipekee ni washukuru sana wamiliki wa shamba la Burka, mheshimiwa mwenezi, wale niliwafahamu muda kidogo na mpango wa ujenzi wa jengo lilikuwa lijengwe pale katikati kijenge, lakini tukawaomba katika mpango wa kupanga mji wa Arusha. Na hii ni aibu kwetu, mheshimiwa mwenezi, kwenye mikoa iliyopangwa Arusha ni mkoa wa mwisho. Yaani maana yake ukitafuta mikoa ambayo haijapangwa yenye skwata nyingi ni mkoa wa Arusha, pamoja na sifa tulionayo hii lakini sisi ni mkoa wa ishirini na sita katika mikoa ambayo haijapangwa. Sitaki kulaumu kwamba viongozi waliopita walikuwa wanafanya nini, lakini jukumu langu ni kuhakikisha watu wanakula spana, tunaupanga mji wetu vizuri. Mheshimiwa mwenezi, upande wa Buruka, baada ya kuwafata wametupatia heka hamsini. Nimefanya kikao nao na ni watu waungwana, na heka moja na thamani karibia takribani dola laki moja na nusu wametupatia heka hamsini ambazo tunakwenda kujenga huo kumbi wa kimataifa utakao kuwa na hoteli yenye uwezo wa kubeba watu mia tano na maraisi kumi katika eneo moja. Na kama vile haitoshi, Mheshimiwa Mwenezi, nimemwomba waziri wa ujenzi na wiki ijayo anamtuma katibu mkuu wa ujenzi. Tutajenga barabara tatu zingine ambazo zitakuja kulisha kwenye ule mji. Lengo letu kuhakikisha kwamba wageni mkija katikati ya jiji, mji usifungwe, shughuli za uchumi ziendelee, wakati mikutano ya kimataifa ikifanyika katika mkoa wetu. Mheshimiwa Mwenezi, ningesema ni sana kwa sababu nasimamia mkoa mzima. Yako mambo makubwa mengi mema ambayo daktari Samia ameyafanya, ziko shughuli nyingi za kiuchumi alizotengenezea lakini zaidi ya yote umoja mshikamano unaendelea kuimarika katika mkoa wetu. Nakuombea kila la heri, kaka wangu Amos Makala. Na Amos Makala mimi kwangu ni faraja. Jana nilisema mahala, wakati nakupokea, na nafikiri watu wamefuatilia ile hotuba yangu, wameipata ya kwamba yeye, wakati mimi nasoma chuo, niliandika andiko la kuomba chama chetu kiweke matawi kwenye chuo kikuu. Kipindi kile, katibu mkuu akiwa Mzee Yusufu Makamba, Amosi Makala akiwa mweka hazina. Nilivyolipeleka lile andiko, Mzee Kingunge Ngombale Mwiru ndiye alikuwa mshauri wa mambo ya siasa ya vio vikuu kwa Chama cha Mapinduzi kwa Rais Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Baada ya kulipeleka lile andiko, wakubwa walivolipitia wakasema, hii akili kubwa lakini katika umri mdogo, tunalibeba ndio chanzo cha kuanzisha matawi ya vyuo vikuu nchi nzima. Kutokana na kazi niliyoifanya na kaka yangu Amos Makala, akaja chuoni na kuanzisha. Kwa hiyo ukisikia kuna mtu anasema mimi namshukuru kaka Makala alitulea, maanake wazo lilianzia kwangu likaenda kwa kaka yangu Makala na wengine, watoto wengi wakazaliwa ambao leo tunafurahia. Mara hapa, yeye alihakikisha matau yote ya vio vikuu yanapewa pesa ikiwa pamoja na kuanzisha stationery na kwa sababu alikuwa kwa neno lalombaya, alifanya vizuri. Lakini niipata bahati pia ya kuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni yangu Amos Makala akiwa naibu waziri wa maji, tuliwakamata kweli wezi wa maji tukawapiga sana na leo hii maji yanapatikana. Na mwisho mheshimiwa mwelezi nikuombe utufikie shule zetu. Tuna mradi wa lea fezi tatu wa umeme vijijini, na mimi nilienda kuzindua kwenye wilaya ya Rumeru kwa DC Mkalipa, na sasa unakwenda vizuri, lakini nimetoa maagizo mheshimiwa Makala, mwenezi wetu kwenye mkoa wetu wa Arusha, hasa mamlaka ya maji hapa Arusha mjini kuwaunganishia wananchi wote maji, hata ambao hawana uwezo wa kulipa kwa mkupuo, ili wawapate maji, watakuwa wanalipa taratibu. Lengo hilo ni lengo la kutimiza matakwa ya viongozi wetu, usimnyime mwananchi maji. Maji tunayo, lakini hayafiki kwa wananchi. Unamwambia toa mili, laki mbili, toa laki tatu, hana ya mkupuo. Kwayo niliwapa mamlaka maelekezo ya kwamba hakikisheni mnawaunganishia maji wananchi watakuwa wanalipa taratibu, na kazi hiyo inafanyika, wasiokuwa na pesa wanaunganishwa maji, na hatimaye tunapiga hatua kubwa. Jamani wananchi wa mkoa Arusha, jamani wananchi wa mkoa Arusha, ombi langu moja, tunakwenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi hatumchagui mtu kwa dini yake, hatumchagui mtu kwa kabila lake, hatumchagui mtu kwa sura yake yako mambo yanayotusibu yanayotupelekea kwa pamoja tuweke sauti yetu kwenye kula ya kwamba huyo tukimpa nafasi atatupa majibu. Na mimi niwaombe wananchi wa mkoa wote wa Arusha tusikubali kuingia kwenye fujo. Mimi kama mkuu wenu wa mkoa natamani tuilinde itunu ya amani, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama ya mkoa. Na leo tumeenda kushuhudia y kwamba mama yetu mpendwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa amelala, lakini alikuwa mama jemedali, mwanamke shupavu aliyekipenda chama na kuwapenda wananchi aliyokuwa anaongoza. Ni kada kweli kweli. Ni waombe wenye vitu wote wa mitaa kwenye mkoa mzima tuhakikishe tunaimarisha ulinzi na usalama katika ngazi zetu. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mwenezi, nakushukuru tena na nakukaribisha.